Hakuna namna utatoka katika kifungo ulichonacho cha kuvuta sigara isipokuwa ni kwa wewe kuamua kwa dhati kutoka katika moyo wako kumwamini Yesu kuwa ni Mungu na ni mwana wa Mungu Baba Jehova wa mbinguni, na kuamua kumkiri Yesu Kristo kuwa alikufa na akafufuka kwa ajili yako kukokoa wewe kutoka katika mauti itokanayo na maisha ya dhambi ewe mwanadamu, na kisha fanya uamuzi wa kuokoka na kubatizwa ubatizo wa maji mengi, na upokee ujazo wa Roho Mtakatifu, yaani ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kisha dhamiria kuacha kila njia zako zote mbaya za maisha ambazo Mungu Baba Jehova hajaagiza hizo usifanye, ziache kabisa. Kwa kufanya hivyo, Yesu ni mwaminifu, atakutoa kutoka katika kifungo cha kuvuta sigara, na sio tu sigara, hilo ni dogo, bali atakupa kuurithi na uzima wa milele, kama kweli utaamua kudumu kuwa mwanafunzi wake Yesu kweli kweli, uliyejitenga na ulimwengu na ubatili wake wote. Injili ya Yohana sura ya 8, mstari wa 36, basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Yaani Bwana Yesu akikuweka huru, uko huru kweli kweli, na utakuwa huru kweli kweli